Karibu kwa taarifa zetu. Mfasiri kwa lugha ya ishara ni Yula Nzale. Madaktari kutoka kaunti ya Kiambu hatimaye wamesitisha mgomo ambao umekuwa ukiendelea kwa miezi mitano sasa. Hii ni baada ya kaunti hiyo kukubali kuwalipa mishahara ambayo ilikuwa imesitishwa wakati wa mgomo. Na kama ninavyotuarifu, Miriam Nyambura, madaktari hao watalipwa mishahara wakati ambapo watarejea kazini. Baada ya takriban siku mia moja hamsini hatimaye, madaktari katika kaunti ya Kiambu wameafikiana na kaunti hiyo kusitisha mgomo, madaktari hao wakitia saini mkataba wa kurejea kazini hi leo. Politics stay out out of our, uh, operating theaters. Mkutano huo uliohusisha baraza la magavana na muungano wa madaktari nchini KMPDU uliafikia kaunti ya Kiambu iwalipe madaktari mshahara wa mwezi mmoja pamoja na mshahara wa mwezi Oktoba. Kwanza, kaunti pia itarejesha malipo yanayotolewa kwa KMPDU. Kaunti ya Kiambu imeahidi kutowaadhibu madaktari walioshiriki mgomo. I want us to work in unity and all recognizing that we are there to serve the public and not personal interest. We have no problem with the to, dialogue, to that the the the upon the county government dialogue contentious issues are resolved at the soonest time possible. Mgomo huo ulioanza tarehe 27 mwezi Mei ulisababishwa na kucheleweshwa kwa mishahara ya madaktari miongoni mwa changamoto zingine. Mgomo huo umetajwa kusababisha vifo kadhaa katika hospitali za Kiambu. Miriam Nyambura, Runinga ya Citizen.